t ya wanyonge mbunge mtarajiwa wa Embakasi central 2027 na mambo ya elimu, mambo ya elimu. Na hii sitaki kudanganya, mheshimiwa Rais William Ruto, kuna vitu mbili ambavyo nataka kuambia William Ruto, mambo ya elimu na mambo ya afya. Kama kuna mahali Excellency William Samoei Arap Ruto, rais wa tano wa jamhuri ya Kenya, ametuangusha ni vitu mawili. Mambo ya afya amepea mtu ambaye ajielewi Duale, haana cheti yoyote ya, e, ya, ya afya haana. Pili, jamaa ambayo amepewa, sijui mgosi, sijui migosi, haana, e, haana, haana janja yote ya elimu. Mheshimiwa Rais ule Mruto, kuheshima na hali ya juu ya kwamba ngoa ugambo migosi kama waziri wa elimu hawezi, amefeli. Pili, mheshimiwa rais, ondoa Duale katika kwenye hiyi idara ya afya kama waziri wa afya. Haezi. Kwa sababu huyu jamaa tumeona pesa jinsi inavujwa ya ya sha ya kwamba sijui kuna zaidi ya milioni kadhaa imetolewa, sijui kuna shamba fulani hapa Karen, sijui anataka kufensiwa hii shamba, hawana cheti, ni shamba ya Masai. Sasa ni njama ya kupora mali ya mwananchi, mheshimiwa rais, rais William Ruto, na mheshimiwa rais kama ndoa Dwale katika kwenye hii zara ya afya, nami pia nitaungana na Wakenya kusema kwamba we pia unataiba na Duale. Kwa sababu ni nini inakuzuia kama rais wa jamhuri wa Kenya kung'oa Duale ulete horea fulani? Kama hiyo cheo inafaa kuende jamii ya Wasomalia. Kuna Wasomalia wengi ambao wamesoma wamekualifai katika hii zara wa afya kukuwa waziri wa afya. Jambo la pili, mweshimua rais, kwa mambo ya education kama hiyo hiyo kiti lazima endia jamii ya Bagusi, jamii ya Kisii. Kuna Wakisii wengi ambao wako na cheti na tajiriba ya elimu ambayo anaweza kuwa waziri wa elimu. Tumeona mheshimiwa Fred Matiang'i, former waziri alipopewa kazi na Uhuru Kenyatta alinyorosha idara ya elimu vilivyo. Tumeona marehemu mare omore Magoha George alipopewa kazi na Uhuru Kenyatta akanyorosha idara ya elimu vizuri. So hii mambo ya kutuambia kwamba marafiki, the reason why watu wengi wanakuchukia mheshimiwa rais. Mimi nitaka nikufiche kwa sababu ni rais wa jamhuri ya Kenya. Elimu ya Wakenya imesambaratika na imedorora kwa sababu umepea marafiki zako ambao wasitufaidi. Unapea mtu kazi, hajui hata wanafunzi wakati wanasoma risale. Hawajui wanaenda kusomia wapi, wanaenda kuitwa wapi. The first ndio ya kwamba walimu wa, wa, wanafunzi wa kijinsia kiume Wanaitwa katika kwenye shule, shule ya wasichana ni mara ya kwanza, kwa sababu jamaa amechanganyikiwa. Tumeona kwamba ndio mara kwanza mtu anaitwa Garisa, ni day school, so mtu ako, ako, ako Kisii na anaitwa Garisa na day school, so haieleweki. Mheshimiwa Rais William Ruto, mahali na kuangusha kama rais wa jamhuri wa Kenya ni sekta mbili. Mheshimiwa rais, afya imekulemia kama rais wetu, mimi sitakuficha Jackie, niku- ni kupambaze pambaze, semekani Ruto anafanya kazi hati ameanguka, mheshimiwa rais. Jambo la pili, elimu imedorora tangu kuwa rais wa jamhuri ya Kenya, elimu ya mkenya inasambaratika na elimu wa Kenya ndio tumesomea mwaka jana na jonbad 724 billion ndio gali zaidi, lakini pesa inakuliwa na wanaume au kwa mtu wa Kenya. Bajeti elimu ni 724 billion Kenya shilingi na hiyo pesa ionekani, watoto hawajaingia shuleni, capitation haiji, walimu hawajiriwi, so hii pesa kama inaendaaa kwa mfuko ya, ya marafiki zako mheshimiwa rais. So mimi kama rais wa Jacaranda nataka kuambia mheshimiwa rais, tuma huu rafiki yako ambo mgosi nyumbani, najua alikuwa candidate 2022 kama deputy governor. Wa, wa wa nani huyu mwingine alikuwa na kanyaga kizungu na gambu ndio ni nani u, famu, famu Waziri Machogu unajua kenye wazo kwa kenye wajui ogaba Mugosa alikuwa deputy ya Machogu na alikuwa candidate wa UDA Kisii County, na wakati na Kisii, sasa Ruto akawaleta aliotoa kwa Machogu akaleta deputy yake ambaye alikuwa na kwa bolot. Mheshimiwa Rais William Ruto atutaki reject ambao wamekataliwa na wananchi kwa county, unatarajiwa kwa waziri Duale, nini Duale anafanya? Dwali mtu amfugaje aende afuke ngamia kule Garissa. <coughs> Pereka duala aende afuke ngamia, na kama ile wizara ambayo anaweza kukupea nisa, nini eh, agriculture sieni, sieni mkulima Ya, pereka kwa agriculture awaangalie ngamia na mfugo wanyama nyama, nyati ndovu hizo anini fisi aende angalie hizo zote, anaweza anaweza kulipa yapo. <coughs> But mambo ya afya wa Kenya duali awezi. Mheshimiwa Rais aisida kudanganya. <coughs> Kama kuna kitu ina kupiga chenga, kama kuna kitu ina kuharibia kura, na kama kuna kitu ina kutoa nyumbani William Ruto. Afya na elimu walai, wa rais unaenda nyumbani. Kama hutatoa Duale na ugambe mgozi, William Ruto rais wa jamhuri na kuhakikishia kama mjukuu, unaenda nyumbani kwa sababu hao watu wawili. Mimi nafaa kuenda kupata afya bora, si bora afya. Pili, rais inafaa mwanangu apate bora elimu. Si hii bora elimu yetu tutaki tunataka elimu bora. But wewe kama rais wetu unatupea bora elimu, wewe kama rais wetu unatupea bora afya. Tunataka afya bora, elimu bora, vitu mawili. Mheshimiwa Rais, affordable housing hapo nayo umejaribu. Vijana, we, vijana wengi wako kazini. Baada ya kazi, kazi ya kubeba simiti, tuataka tenda. Hey, mambo ya kubeba six by six kuenda jua tutaki, na mambo ya kukata chuma tutaki. Tupee tenda, kwa sababu tumequalify. Tupee tenda ya rangi, tupee tenda ya plumbing, tupee tenda ya wiring Tupe tende ya finishing, tunajua mambo ya kuweka draw hiyo tumejua, mambo ya kufix mlango eh, mambo ya kuinstall CCTV mheshimiwa rais, tume qualify. Kwa nini upe mbunge ambaye bado anakula mshahara? Mbunge anakula 7000 bado huyu mbunge anapewa tenda na William Ruto? Kwa nini tumekosea mheshimiwa rais? Eleze tena. So kama hiyo hauta hauta badilisha mheshimiwa rais, affordable houses ni, ni, ni, ni mradi mzuri, but pea vijana tenda mheshimiwa Ruto, wacha kupewa wabunge, nine by nine imetuchosha. Mambo ya kukata chuma tumetuchosha. Mambo ya kutumwa na kukoroga tutaki rais. Tunataka utupe tenda. Tupe tenda finishing kwa affordable housing, mheshimiwa Ruto. Hatuweki wewe, hatuwezi wekwa pembeni, zaya kutafuta gunz. Zaya tuko gunz mheshimiwa rais. Na kama unataka gunz, kila gunz milioni moja moja. Sabe yetu mpande juu kama gunz. Milioni moja moja rais. Kama unataka gunz rais, milioni moja kwa gunz. Badi leo moja tunakula, tunakaa kwetu, tunaangalia vile unafurugwa. Naiwentikawa unatulipa tena tukufuruge oh. <laughs> So maybe tukule pesa na nakufuruge tena. <laughs> Kwa hivyo maisha ni ngumu, uwezi kunipea elfu mbili anikuja kuproekt kwa nini? Utanipea nikufuruge tena? Kwa hiva nataka mingi ijanitosha. So kama unataka gun for haya mwanasezo yote, weka milioni moja kwa kila gun, bat elfu mbili tano kumi tunakula na tunajipanga tunakufuruka tena, uende ulete zingine hiyo. <laughs> Ndio sababu tuko nayo sasa. Hii sasa tumejanjaruka mbaya, my friend <laughs> sasa hii, ah, sasa tumejanjaruka my friend. Sasa hii ati mimi nipangwe niende furuke, kijana mwenzangu? No, no way Mheshimiwa Rais, no way. Tunakaa kwa tebo na hii twende tunasema na Rais William Ruto, kama hatutakuwa kwa tebo yako kunegotiate, sisi kama vijana, kisisi rais, ni ngumu kwako. Sisi tunataka sisi pia tukue kwa meza Sia tunapangwa na mtu fulani ah, ah, ima mekupangwa na watu fulani tutaki, ati anapea mbunge pesa kuja nipanga. Kwani mimi sina mdomo ya kujiongelelea kwa meza? Kwani sisi hatuna mdomo? 2027 sisi kama vijana tunakuwa kwa tebo, tunaambia Ruto, tendeka hii. Yeah. Na kama kuna tunaambia rais chorea hapa <laughs> tuo ndio meza tuko tafuta <laughs> wengine no, no. hey, saa kuna kutu kama hiyo, so mheshimiwa Ruto Sema unataka kurudi tu tam. Naona watu wanakudanganya Ruto kumi, Ruto kuma, uendi. <laughs> Kama afya kam, kama atuma dwale nyumbani Ruto uendi kumi. Kama utatoa waziri wa elimu uendi kumi. Mheshimiwa Rais, mimi sitaki nikufiche, hakuna haja nikufiche, Mheshimiwa Ruto, mimi ni mtetezi wa wananchi. Na siwezi wekwa kwa mfuko ya wanasiasa kusifa Ruto tu tam na afya ya Wakenya inasambaratika, Ruto tu tam na elimu yetu inasambaratika, inanifaidi nini? So lazima mheshimiwa Ruto kama unataka two term, number one mandate ambayo tunakupea na condition, tuma Ogamba Migos waziri wa elimu nyumbani, tafuta mwingine ambaye ana tajriba elimu. Second, tuma Duale nyumbani, tafuta mtu ambaye ana tajriba ya afya. Hakuja simamia afya, hatuwezi lipia sha na sha. Tusaidi hatunaambia broad base, broad base kilikwani? Broad base tunataka kama walimu wameajiriwa kutosha na kuna elimu ya kutosha na wanafunzi wako na pesa ya kutosha kwa shule Broadbase afya, tunataka kuona dawa ipo, mashini zipo, madaktari wamejiriwa, manases wamejiriwa. Baba, uwezi nases Kenya unapeleka Saudi Arabia kwa si wajika gani, na tuko na pungufu pungu ya nases Kenya, then wewe pia unatafuta kazi gani? Kazi ya elfu ishirini unaje unacheza na bwana, sisi si wajinga sahii. So mheshimiwa rais wa, wa, wa, wa, wa, nini wa ODM nini wa ODM ambao wanakudanganya Ruto 10 kumi, my friend kama Raila ndiye amekufa kama hajamchagua wewe, unakuchagua Raila Odinga. Amekufa hajamchagua, so wewe ndio unachaguliwa na hao bunge wa Jaluo. Ruto kumi bila, my friend, huyu Nyanza ni ngumu. Mheshimiwa, desa yako ni kuficha, ni ngumu. The only person ambaye anaweza kusaidia huyu Nyanza ndio Molo peke yake. Hesabu Molo. Molo akikwambia kuna kura milioni kumi amini, kura elfu kumi amini, but hao wa ODM, hadi Ruto kumi, my friend. Ruto utaanguka na tumbo yule apira baada kusaidia, akikwambia kuna kura elfu tano ama elfu ishirini ambao tunaamini ni Sala peke yake. Hao ndio watu wakisema Ruto kumi bila break mali zao na empowerment inafika kwa wananchi turuokai Sala Sala, Sala akikwambia Ruto kumi hesabu eh, kura akikwambia Ruto na kura elfu ishirini amini ah, hizo kura ya Sala iko but ukiamini kura ya Gladys Wanga, mtu ambayo anaenda menye ajui kama narudi na, Ruto kumi Ruto, Ruto, bila break. Unaambia mtu kama pia Wandai. Hakuna stima umepea zero stima na hakuna stima. Unaambia mbadu umempea nini? Docket ya nini? Indamolo, ya, ya pesa na hakuna pesa kwa ground. Ati utinda mbona kwa mbili tu 10 na angalia hii Ruto 10 inaenda aje. Yeye mwenyewe utinda juu kama narudi yeye kama mbunge ya anajui. Na na kwa mbili 10 bila break. Mheshimiwa Rais, anza kutafuta vijana tu na ma, ma, ile condition ambayo tumetoa, demand ni demand mbili Ruto. Tuma Duale nyumbani Tafuta msomali ambako na tajiriba leta, kwa hiyo rocket kama ni ya Somalia hii atupingi. Kama ni elimu, tafuta Mkisii akuna tajiriba leta, but kama iko rais, mimi na kuhakikishia leo, tarehe 20 na tarehe 27, ya kwamba 2027 kama kama utaendelea na huyu hawa jamaa wili Duale kwa afya ugamba mgosi kwa elimu, Ruto unaenda nyumbani saa 12. Wao ndio wanakutuma nyumbani, ya tatu ambao wanakutuma na kinawanga na kinawandai, wao wanakutuma direct Ruto kumi bila break. Hakuna pesa ionekani kwa ground. Hakuna maendeleo. So hiyo kumi ina, ina itachaguliwa aje? So Mheshimiwa hmm, rais, mimi nimetoa ile demand ambayo tunasema kama wananchi. Tuma ugabo mgosi nyumbani. Ame tufeli. Ya pili tuma duale nyumbani. Ame tufeli. But kama ni marafiki zako, sawa? We, kura ya wananchi ama kura ya watu wawili? Yeye ndio utaamua. Kama duala kuna kura mingi kutuliko, endelea na yale 2027. Tutapata nayo kwa ballot. Ndio unajua kwa umbo na nje. Hiyo ndio imani yetu ya mwisho. Nataka kuambia watu ambaye wanajuao <coughs> oh, Mjukuu amelipa na Sakaja Mjukuu, my friend, mimi kama mkazi wa Nairobi